Alright, mtazamaji, um, uh, kama unavyotazama nyuma yangu, shughuli ya ubomozi wa vibanda inaendelea hapa katika eneo la Mukuru kwa Reuben, na ni shughuli ambayo inaongozwa na chifu wa eneo hili, David Ndirangu ambaye anasema kwamba shughuli yenyewe imesababishwa kwa sababu kumekuwa na utovu wa salama. Inasemekana kwamba kuna baadhi ya vijana ambao wanashiriki shughuli za uhalifu uh, wanatumia vibanda hivi kama maeneo ambayo ya kujifichia. Kwa hivyo amesema kwamba uh, anaongoza uh, kikosi kizima cha Climate Works na uh, wenzake pale katika ofisi ya chifu kuhakikisha kwamba uh, kuna kwamba barabara inakuwa vibanda uh, vyote vinatolewa kwenye barabara hizi. Yes, eh, kazi ile tumeanza leo inafanyika Nairobi yote. Okay. Ni kufungua barabara mahali ambao kumejengwa kwa mitaro footpath ama barabara ya magari. Kwa sababu hizi fioski ambazo siko kwa mitaro na wapi hutumika kama mafisho ya wakora usiku. Kwa hivyo, mura huu kwa Krismasi tungetaka watu wakule kwa amani. Tumeweza kuzungumza na baadhi ya wenye wamiliki wa vibanda ambapo wanasema kwamba vibanda hivyo uh, hawakupewa notisi ya ubomozi pale uh, ni shughuli ambayo imewapata uh, kama hawajajipanga uh, wengine wakisema kwamba ni vyema tu chifu ange, na ofisi yake angepeana ile notisi uh, ili waweze kutoa vibanda vyao kabla vianze kubomolewa pale, na utaweza kusikia baadhi ya maoni ya wa, wa, wa, wamiliki wa vibanda hivyo na hayapa ni maoni yao. Majina naitwa Agnes, Mukuru kwa Reuben, na tunaona hii maoni inaendelea. Hii ni, ni kitu mbaya, sababu mama mboga ameweka mboga hapo, na nikipanda yenye anaweza hamisha na atoe, lakini sasa inatolewa na inavunjwa na ilitumia pesa mingi kuwekwa, so hiyo ni vibaya, si vizuri. Kwa majina naitwa Tony Wambalwa, mimi ni mkaaji wa hapa na tena ni kiongozi wa hapa. Ningependa kusema hii kizanga ambayo inafanyika hapa ya kupomolea wananchi lakini hata kubali kuumiza wananchi sababu shida siko mingi, watu wana pesa, maisha ni magumu. So naomba bwana chief pamoja na viongozi na ambao wanasimamia hii shughuli inaendelea hapa waweze kusimamisha hii, kwa sababu italeta shida mingi. Na ile standard hii area inatakana itengenezwe tu ni kwa sababu ya faida yetu sisi, wa ule mtoto anatembea na mguu <coughs> saa hizi pikipiki piki, unaona hapa ni zile zinagonga watoto anamnoti ap zikiwa hapa, kwa sababu hakuna kitu na faida. So, wakati wamesema mwananchi atafutiwe mahali ya kutembelea gari mali yake pikipiki mali yake. Kwa majina anaitwa Scholastica Modoni, MCA wa Kwa Reuben Ward. Uh, nimepigiwa simu vibanda zote Kwa Reuben zile ziko karibu na barabara zilikuwa zinabomolewa, na tukiangalia si kuona sababu za hao watu kusema vibanda zinabomolewa kwa sababu ni watu wanafanyia biashara hapo na si ati wamefunga barabara mahali barabara iko, uh, imemakiwa na mahali barabara imewekwa lami. Hao ni wale wanafanyia biashara hapo kando, na nilipoambiwa ya kwamba kuna bomolewa, nimekuja nikakuta kukibomolewa na nikasimamisha hiyo ubomozi, kwa sababu wananchi walinipigia simu na wakaniita. Na m kama ulivyosikia mwakilishi wadi wa eneo hili Scolastika Mudhoni vilevile amekuja pale akisema kwamba ubomozi huo haufai, hauruhusiwi, kwa hivyo uwachwe mara moja, pale ambapo umesababisha vurugu a, baina ya wale wakaazi na vilevile wafanya biashara ambao vibanda vyao vimebomolewa. Mimi sikujua kwamba kunabomolewa na tena, hata kama kuna kitu kama hii nataka kufanyikana, wanafaa kuita public participation ya wanabiashara, wazungumze na wao wawaambie ni nini wanataka naye raia ya kwa Reuben izungumze iseme ii wasikizane, wakuje kwa, majidilo, kwa majadiliano, kwa sababu mwananchi anafanyia kazi mahali yeye yuko, na ni muhimu sababu ukiangalia vijana wetu hawana kazi, wamama naye pia ndio hao vibanda zao zote zinabomolewa, na ni kijiji mzima. So uh, akizungumza pia na wakazi uh, OCS wa Ruben Police Station amesema kwamba iwapo uh, kuna mkazi ambaye kuna malalamiko yoyote, aje awasilishe malalamiko kwenye police station hapa uh, ili aweze kuripoti kwa, kama anahisi kwamba ubomozi wa vibanda umefanyika kwa njia ambayo si ya kihalali. Na kama uko na complaint, kuna mahali unaona aiendi mzuri, ni kama kuna mapendeleo nini, unakuja, tunaandika ripoti, Alafu inachunguzwa haraka haraka, unapewa ukweli. Na nikiripotia Ruben FM, jina langu ni Mururi Denson.